Siku nilipata habari kwamba ame, amekuwa kidnapped nilikuwa na wasiwasi sana data, nikajaribu kukimbia kuenda kuona mali yako, lakini unfortunately, baada ya siku mbili tatu, habari ikatokea kwamba haikuwa kidnap ya ukweli, ilikuwa ile ya watu wazungu wanaita stage managing, drama eshikuri. Sisi Waluya tunasema ni sh eshiku... Nishukuru, haiko mambo ya ukweli. Alijili abduct ili aweze sijui kufanya mambo gani. Sasa hiyo hiyo ni mambo hatari sana, hiyo mambo ya wabunge kufanya hiyo mchezo ya kujia abduct na kupeana habari ya uongo kwa kwa serikali ama kwa vyombo vya usalama, hiyo inahatarisha hata sisi wenyewe. Sasa ile siku yenye mimi mtu atani abduct nikipiga simu watasema wewe pengine umeanza hiyo tabia ya Koimburi ya kujiabduct. Nyinyi mmejionea jana kwa runinga, mbunge mwenye amechaguliwa anapanga njama ya vile atajiteka nyara ili aseme ametekwa nyara, sijui na nani ama nani, na yeye mwenyewe ameenda kulala kwa hoteli na watu yake na mipango yake ya kando huko, halafu anaenda anaamka asubuhi, anatoka kwa hoteli, anaenda kulala kwa shamba la kahawa, analarua nguo zake, anasema ameteswa. Na mimi nataka kuwauliza hata madaktari wetu, na nilisema jana kwa bunge, hata madaktari wa Karen Hospital ni lazima waajibike na waweke ile kiapo wamekula kama madaktari, wasikubali hospitali yao kutumiwa kufanya mambo ya ukora, mambo ambayo ni ya kuleta kujaribu kuleta vurugu fujo nchini Kenya, sababu wale wa kupanga mambo ati njama ya kujiteka nyara ni watu wa kutaka kueneza ile siasa ya chuki, siasa ya makasiriko, siasa ya migawanyiko Siasa ya ukabila, ile siasa ya kuturudisha nyuma. Hao ndio unaona wakisema eti tukienda kufanya economic empowerment kama hii mheshimiwa Zahiri ametuita hapa, tumefanya makosa jameni, avantu vaito, tumefanya makosa kuja hapa. Tuendelee na empowerment tusiendelee na, sababu hawaelewi mambo ya economic empowerment yenye tunafanya ni sababu hawakuelewa agenda ya serikali tuliyopigia kura ya bottom up economic transformation agenda. A whole MP ambaye amechaguliwa na wananchi, kwa sababu wamekosa agenda, wakiwa na mtu yake ya ambaye alikuwa impeached kwa sababu amekosa agenda, anaenda anapanga abduction yake, anasema ya kwamba alishikwa, anaenda anaingia kwa majani, amini kwa kahawa, uongo Baadaye ripoti imeonyesha kwamba ile gari ambayo ilimbeba ilikuwa gari ya mtu yake iliyoorganiziwa na manager wake wa CDF. Sasa hii tension yetu mnaleta Kenya ni kwa nini? this is the drama we've been telling Kenyans. Hata hizi abduction zote mlikuwa mnasikia in the previous, uh, in, in recent months. Most of them zimepangwa na huu jamaa wa, wa Wamnyoro, anaitwa Gashagwa. I am telling you interest ya huyu mtu ni kuhakikisha ya kwamba Kenya haina amani, Kenya ianze vita mapema, Kenya ianze kukosana na sisi kama hii jamii yetu hapa, very hard working, ambao tuko Kenya mzima, hatuwezi ruhusu Kenya ikose amani, especially sisi community ya kutoka hapa Kisii, tunaishi kila mahali, Thika tunaishi, Eldoret tunaishi kila mahali, ukianza kuvuruga amani mapema hii hata before elections na kuanza kututishia maneno ya amani na maneno mengine. We are telling you, shame on you, it is not going to work. 2027 will be the most peaceful election ever, hata muweke drama namna gani. Kwa sababu na mimi naambia wale wabunge ambao wanatembea na mheshimiwa wa Munyoro wa Mnyoro, mkuwe very careful. Huyu mtu ambaye anawaambia mjifanye abduction atawaua, akuja kusema ni serikali. I am telling you Huyu mtu anafanya drama, anasema kwamba wewe enda ulale kwa kahawa, mara saa zingine unasema oh, serikali inanipanga kuniua. wewe sasa, wewe hata ukionekana akili ikufa, sasa wewe unauliwa na nani? ni mwili tu inatembea, hakuna mtu hapo na haja na wewe. Sasa tunaambia wale wabunge ambao wanatembea na huyu jamaa ya kwamba mjichunge, the way the guy expresses himself, mpaka unaita press conference unasema ya kwamba ati yule mbunge ambaye ame-, amejifanya alikuwa abducted, ati ana speech, ati mpaka sasa utasema nini? Hebu utaambia watu nini imetokea? Ilikuwa uongo, alikuwa amekaa hospitali. I mean, na uongo huyo mtu mumchunge, atawapiga risasi atawaua, aseme ni serikali imefanya hivyo. Msiseme atakuwa on because that guy can go to whatever extent to seek sympathy, he can go to whatever extent kutafuta huruma na kutafuta kura na kuleta you know, disorder katika hii Kenya yetu, lakini tunamwambia we are watching him, if you dare do that the same government and the same police unit, the same investigative agencies ambayo imeku expose, they will still expose you na utashikwa, siku zako zimekaribia tu, lazima utakula plea for whatever you've been doing in this country, vitu za ukora na kunyang'anya watu mali yao. Watu wa Kisii, tunakubaliana namna hiyo.